Tumefika hapa kutimiza azma ya wakenya ya karibu miaka 30 40, tuliosema ya kwamba wakenya wapate makao ya heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna usafi, mahali kuna dignity. Ni kweli, si kweli, jameni? Leo hii. Leo hii nilikuja pale kuanzisha huu mradi. Wengi hawakuamini. Waliniambia haiwezekani. Waliniambia mimi ni mwongo. Leo niko hapa. Imewezekana haijawezekana? Imetimia haijatimia? Ni ukweli si ukweli? Ni ukweli ama ni uongo? Yeah. Ni ukweli jameni? Yeah. Leo familia elfu moja na themanini, yeah, kutoka mahali pa chini pale Mukuru, yeah, mahali hakuna choo hakuna maji.